Kitunguu kikishakomaa majani yanaanza kuwa ya njano na shina linalegea na mwisho mashina yanaanguka kama unavyoona kwenye picha hapo. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kuking'oa kitunguu kwa ajili ya kukikata na kukiandaa kwenda kukihifadhi au kukipeleka sokoni. Aa, kama unavyoona kitunguu unapong'oa, kwa sababu huwa havikomae vyote kwa mara moja. Unaweza ukasubiri vyote vikomae, lakini na kwaga sio njema sana. Kitunguu kizuri ni kile kinachovunwa wakati bado kina majani, hicho ndicho huwa kina rangi nzuri na kinakuwa na mwonekano unaofaa. Ukisubiri kitunguu kinyauke kabisa majani na kukauka kabisa, kidogo huwa kinapoteza rangi. Kwa hiyo lazima ung'oe kikiwa na majani, lakini wakati mwingine unaweza ukachambua kile ambacho kimeshakomaa kwa kuangalia ambacho kimeshaanza kutengeneza majani kuwa ya njano njano. Na kinakuwa ukibonya kwenye shina pale unaona kinabonyea, bonyea tu hakina stamina, maana yake hicho kimeshakomaa tayari, kama ninavyoona hapo naenda nagusa, najua hiki kimeshalegea, najua hiki tayari kimekomaa, na bonya ukiona shina ni gumu ujue hicho bado hakijakomaa vizuri, na kinaendelea kukua. Kwa hiyo usikikatishe mapema, kiache kiendelee kukua na uvune kile ambacho kimeshakomaa. Kama una haraka sana, unaweza ukaving'oa vyote, alafu kaacha siku kadhaa ndipo ukate.